Karibu tena kwenye episode nyingine ya Soka Central. Hiki uh, ni kijue chetu ambacho tunakuwa tunapiga stori za soka. Niko na dj djsma, niko na Nassi, na nataka tuiangaze kidogo, eh, medani ya kim, za kimataifa, kwenye soka la uh, Ulaya, tukiangalia UEFA Champions League, tukiangalia kwenye michuano yote ya UEFA. Kwanza kabisa tunaona bwana, timu za Uingereza zimejitahidi sana msimu huu, timu za Uingereza zimebaki kwenye almost michuano yote. Champions League tunaona Arsenal bado anawakilisha, ana, ana, ana, ana Arsenal ameshinda goli tatu e, nyumbani, ana safari ya kwenda Bernabeu. Aston Villa amekwama kidogo e, kule Paris, lakini you never know, anaweza akatoka. Bado ana mashabiki wengi tu wanawasubiri London. Tuangalia kwenye conference kule tunaona Chelsea bado ana nafasi. So tunaona timu za Uingereza Europa ziwana. Manchester. Eh, Europa Manchester. Huyu <laughs> unajua Manchester like anaikwepa. <laughs> Hiyo nilikuwa nataka niilete mwishoni kwa sababu hata goli lile la kusawazisha lilikuja dakika ya mwisho kabisa. <laughs> Lakini bado Manchester naye anapambana. Eh, na bila kusahau Manchester yuko unbeaten jamani kwenye Europa. Mm-hmm. Ndio timu pekee ambayo haijafungwa Ulaya. Sawa, tuachane na eh, tuianga, tuiangalie kwanza game yetu kubwa. Arsenal ameshinda, Mm-hmm, magoli matatu maridadi kabisa. Nadhani yale magoli yalikuwa na ubishi kwa okay. Yes. Kweli. Lakini bwana Madrid yashakumrudishia mtu magoli manne. Sio kitu cha kuchukulia poa. Yeah, je, Madrid uwezo, wana uwezo yeah, wa kufunga magoli matatu, uwezo wa kufunga magoli matatu wana, je wana uwezo wa kuzuia kuconcede? Sidhani kama wanaweza kuzuia, yaani wasiconcede hata goli moja. Kwa hiyo je, yeah, wana wachezaji wa kuweza ku- bring the comeback? yes kwa sababu they've done it before, lakini hizi ndio sasa, hapo unaona gap ya mtu kama big man, uh, big match man kama Ronaldo hizi ndo zilikuwa mechi zake. Tushaona dhidi ya Atletico, Atletico Madrid, tushaona dhidi ya Juventus, tushaona dhidi ya, Bayern Munich na zote ni top tier team, team. No, yes, so niso uh, tunasubiri tuone hapo, it's all about Carlo. Yani okay, ukiweka nguvu ya Madrid na nguvu ya Arsenal zikishindana kinguvu, Madrid yana nguvu zaidi, umeona, lakini sasa kuna a lot of factors, mpira hauna formula Watajipangaji kama kama, kama uh, let's say Arsenal watakuja na fomula ya kudefend peke yake, inaweza ikawa cost, unless wawe na wachezaji wazuri sana wa kupiga counter attack, itaweza kuneutralize kasi ya Manz, Man, Madrid kushambulia, kuf, kufungulia mageti umeona umona. oh, kama watataka waende pound for pound, piga ni kupige, it all depends. Lakini nadhani uh, itakuwa tactical battle nina ukiniambia kushinda lakini, Arsenal wame deserve respect kwa walichokifanya, na kuna makosa ya kiufundi ambao waliyafanya Madrid, iwapo wataweza kuya, ku, ku, ku, kuzuia wasiyafanye then wakafungulia zao wachezaji wao mm. waweze kufanya madhara mm. nadhani nadhani tunaweza tukawa mm ni eh, defensive mistake. Set piece mbili eh, goli moja la direct. Kwa hiyo tunaweza tukawapa benefit of the doubt kwamba of course kulikuwa amna magoli ya move mengi lakini ni direct free kick kutoka kwa Declan Rice. Beautiful free kicks moja kwa moja golini 2-0. Alafu wakapata goli lingine dakika ya mwisho ambayo ni, ni, ni, ni, ni set play. Je, unaionaje hiyo kuko bila bila makosa madogo madogo ambayo Madrid aliyafanya kwenye maeneo ya hatari leading to free kicks. Unahisi second leg itakuwa tofauti? Kwanza nafikiri sio Arsenal kwa uh, makosa uh tu madogo madogo. Credit kwa Arsenal sana ile game uh, ni hivyo tu, pale mbele walikuwa makosa center forward ambaye anaweza akaa ama anaweza aka take advantage ya Madrid kuwa mm. hovyo kwenye ile mm. mechi mm. wangekuwa na mtu kama wa aina hiyo, Arsenal walikuwa na uwezo wa kupata hata bao tano kwenye ile mm. mechi mm. na save pia alikuwa luku, anazifanya mm. kwa kotoa otoa yes. Ni kipa ambaye siku zote huwa anawapunguzia dhama Madrid mm. nyakati ambazo wapo hovyo mm. kuna baadhi ya mechi unaona leo Madrid anatakiwa afe goli saba, mm. afe goli tano sita, Kotoa yeah, anapunguza yeah, yeah, hizo anaweza akapunguza zta labda tatu nne kwao. Kotoa amekuwa ni golkipa ambaye anafanya kazi hiyo kwao mm. ni mechi ambayo Arsenal mm. then Madrid walikamataa, wana madhaifu ya kiulinzi flanks zile kule pembeni. Mfano hiyo mechi ya kwanza ilikuwa ni David Alaba dhidi ya Bukayo Saka na uliona Alaba, speed yake imeshuka hivi sasa, licha kwamba alikuwa Bayern, alishawahi kucheza kama fullback, lakini hivi sasa speed imeshuka, majeraha yanamsumbua sana. Unajua ukicheza center back mlinzi, wakati kuna basics unaweza ukawa unacheza nazo, mahesabu fulani, ukawa unaiokota mipira kwenye sehemu kadhaa lakini ukiwa fullback unakutana na winga 1 on 1, kwa hiyo unakuwa na ule uwajibikaji wa moja kwa moja mm -hmm. Inawezekana ukaibia basics mm -hmm. lakini utawajibika zaidi ya yeah, yeah, ukiwa yeah. Central. Central. Kwa, yes. Na imagine kwenye ile mechi Bukayo, ndo alikuwa ametoka kwenye majeraha, sio full fit na bado ala, alaba, alaba akamezwa uh, na kushindwa kabisa yani, then na upande wa pili mm. pia Vasquez mm. yule licha kwamba ametumika sana huko, lakini bado inaonekana kuimaster ile nafasi kwake imekuwa mm. ngumu mm. then hata pale katikati ya uwanja hivi sasa hawana tena Casemiro, yeah, yeah. ambaye anaweza akai protect kweli ile back four wanaweza wakakuachia ukapita pale mm. kama ni counter mm. kama ni settled play mm. Kwao Madrid defensively imekuwa ni timu ambayo haipo imara kama ilivyozoeleka mm. then of course kwenda yeah. yeah. yeah. yeah. mm. mbele wanatishia Kylian Mbappe, Rodrigo, Vinicius, Jude Bellingham, Luka Modrich, kwao mbele bado wana hiyo nguvu, lazima tuwaheshimu mm. then wana wana uhusiano wao tu na Champions League, yaani nyakati ambazo unahisi Madrid ameshakufa na kusurprise. Lakini sasa ukiondoa hiyo kwamba surprise zake ama hizo memory ambazo wanatukumbusha kwamba anaweza akafanya maajabu, ukija tu kwenye ule uhalisia wa mpira, nafasi ya Madrid kumtoa Arsenal ni kama ishakuwa ngumu. Na ukiangalia sasa hivi timu za Uingereza zimeenda mbali, zimejitahidi unahisi kunaweza kukaa kuna bingwa mwingereza wapi? UEFA labda <laughs> <laughs> n <laughs> <laughs> Eh, maana Manchester hajatoka Aston Villa hajatoka, hajatoka. Binge, Chelsea hajatoka hajatoka, Chelsea hajatoka. Bingwa mwingereza <laughs> atapatikana Uingereza, lakini kwa EPL, kwa kwa kwa, kwa EPL UEFA UEFA specifically yani 95% nampa Barcelona. Pep Guardiola baada ya kuchukua timu kutoka kwa Rijkaard, walianzaga slow, lakini kadri muda ulivyokuwa naenda timu ikazidi kuimarika na ni kocha ambaye ana uzoefu na trebles mm. Kaifanya mara mbili na Bayern, umeona na alivyotoka, actually Bayern iliyumba kidogo. So mimi na, namba moja nampa ba, nampa Barcelona. Barcelona namba mbili nampa Madrid. Mwanzo wakati naanza, everybody knew kwamba Madrid, kwa sababu ya track record yake, anaenda kuchukua, lakini Barcelona ameshapindua nani? Then kuna kuna PSG, lakini all the rest wana, wana, wana mimi kwangu mimi wanakamilisha <laughs> Mimi, mimi ningependa ninge, ninge Arsenal washinde lakini najua uwezo <laughs> huo hana. <laughs> <laughs> ninge, lakini labda kwa mara ya kwanza naweza nikasema Arsenal ni competition kubwa sana especially with what they have done kwenye first leg beating mtu alilishinda lile kombe mara nyingi sana, magoli matatu bila majibu nimempa asilimia nyingi sana. Of course, naona bado Munich ni, ni opposition mkubwa bado mm. yupo. Licha kuwa amepoteza mechi ya kwanza. Amepoteza mechi ya kwanza ya nyumbani dhidi ya Milan. Yaa uh, na of course Italy pia eh, kuna the mchezo wa, structure ya mpira wa Italy ulivyo unawapa advantage sana kwenye michezo ya mitoano. Kwa hiyo, I believe kwa Italy bado kuna nafasi. I believe uh, Spain bado kuna nafasi, of course Barcelona being better than Madrid kwenye situation hii, lakini Madrid akaweza kupata comeback, inaweza ikabadilisha kila kitu. Yaani Madrid akiruhusiwa tena kurudi, akiruhusiwa tena yes. kurudi inaweza yes. ikabadilisha the whole dynamic iwapo iwapo yes. ata, atarudi yes. itarudisha morali yes. Yes. yes. nzima mm-hmm. bado lakini, kwa sababu mm-hmm. nadhani moja ya makosa waliyofanya waliondokewa na wachezaji key players msimu ulioishi, alafu wakaweka trust yao kwa current players ambao wanakuja youth, ambao hawajaweza. mm. mm. Jamani, mimi katika moja ya mabest center back ambao walikuwepo Madrid pale ni Casemiro, gepi yake sijaona mtu. Nina central, Central midfield. Midfield. Mm. Mm. Mm. pale waual mm. Casemiro alikuwa hata kwenye zile uh, nani, El Clasico, yeye ndio alikuwa na uwezo wa kuwadhibiti Kina Messi and the likes. Euro. Season la pita amechukua Champions League bila Casemiro. Nadhani hii inatokea yeah. Lakini sasa sidhani kama walikutana na challenge kubwa kama safari. Season iliyopita Barcelona hawakuwa bora kama safari. Season iliyopita Arsenal hawakuwa bora kama safari wala PSG ambao walikuwepo. Nadhani the only team ambayo ilikuwa bora msimu ulioisha kuliko msimu huu ni Man City. So hapo inakuja sasa ndio uh, hivyo Ancelotti za master of, of, of, of, uh, tactics kwenye, kwenye, kwenye knockout stages na nadhani um, uh, nani Arteta ni mzuri kwenye knockout kuliko kwenye league, mimi assumption yangu mm. Kwenye knockout is doing very well kuliko kwenye kwenye kwenye ligi hivi mm. Ile mchezaji wa, wa Inter Milan ambaye anafanya vizuri anaitwa nani wa mataaultan Lautaro, nimesikia kwamba Arsenal washaeka dawa wanataka wamtoa Martinez wa nah, mm. yes, Mwaargentina yule mm. inasemekana wameweka fungu la maana, wanataka wamvute, ndo pale alichokuwa nasema nasri kwamba wanahitaji sentafodi ya aina ile mm. kwa sababu sio sio tu Inter mm. nadhani mmeona alichowafanya pia mm. Brazili kule yeah, yeah, yeah, kwa hiyo unaionaje hiyo inaenda Uingereza kweli? Unajua, <laughs> mimi kumkatia Madrid tamaa moja kwa moja na nakuwa nashindo kwao, nasubiri mm. kwanza kuona Arsenal watafanya mm. nini dhidi mm. ya Madrid mm. then, anaweza akifanikiwa kumtoa Madrid, lazima tutampa heshima ye hiyo kwamba ametoa bingwa mtetezi, ameitoa timu ambayo yenye historia yes, kubwa kwenye michuano then, mimi naona timu ambayo ina nafasi kubwa ni PSG. Nafikiri kitu ambacho alikuwa nakitengeneza Luis Enrique mm. kwa kiasi fulani kimeanza kamilika. Unajua, mm. kwa coach yote ambaye Minkana, yes, yeah, anapewa jukumu yeah. la kuicoach PSG kazi yake sio kutoa yeah. ubingwa wa Ufaransa, yes, ni kuwapa yes. ubingwa ubi, wa wow. Champions League hiyo yes, yes. uh, ndio njia yao ya muda mrefu, na ukiangalia season hii wanavyocheza, wanacheza kama timu tofauti na season iliopita, ilikuwa mm. ni Kylian Mbappe zaidi, sio mm. kitimu mm. season hii, angalia performance aliokuwa nayo Usman Dembele. Yule mchezaji ambaye anatokea pembeni lakini yeye yeah, anamtumia kama Zaid, mshambuliaji mshambuliaji wa kati. Yes. Na ni hatari. Yule mm. miguu yake yote miwili inafanya kazi. Wewe kama unajua defender mm. unahitaji kumkabiliana na mchezaji ambaye unajua mguu wake una nguvu nyeupe. Yes, kwa hiyo unakuwa unamuibia. Lakini ukikabiliana na Dembele unajua ataenda right au left. Kwa hiyo anakuchanganya. Then speed pia. Kule mm. pembeni kina Dakola mm. kazi ambayo anaifanya bado mm. kuna yule bwa mdogo dwe mm. then wana uh, Kvaratskhelia yule mm -hmm. ambaye ametoka Napoli. Napoli. Kwa hiyo unaona safu yao ya ushambuliaji yeah. ilikuwa hatari yeah. Katikati kati kazi ambayo wanaifanya Vitinha mm. Fabian Ruiz mm. ni midfield ambayo imekamilika. Kuna control hapo, kuna energy, kuna mtu mm. ambaye anaweza akasongea mbele, Fabian Ruiz. Nyuma pia wanafanya kazi nzuri sana, Ashraf Hakimi, Nuno Mendes yule uh, fullback wao wa Kireno mm. Marquinhos mm. mm. sehemu pekee ambayo kidogo nawasiwasiwa nayo ni goalkeeper wao Donnarumma mm, mm. Na sio kwa ajili hawezi kufanya save, anaweza, lakini uh, Enrique anataka goalkeeper ambaye yupo comfortable na mpira mguuni, yes. Na Donnarumma akiwa nao mpira mguuni unahisi kama muda wote anaweza akatoa bomu yeah, yeah. ambalo likawafanya PSG wa concede goal kwa mm. maeneo mengi. Naona amekamilika na anapocheza hivi sasa anacheza kitimu tofauti mm-hmm. na misimu mingi iliyokuwa kunitegemea mchezaji mmoja, kwa hiyo wao pia na nawapa hiyo nafasi lakini mm. Inter kama wataweza kumalizia kazi ambayo ameifanya mm -hmm. Allianz Arena kule ya kupata mm -hmm. ushindi. Unajua, Inter miongoni mwa silaha zao ni kujua kucheza hii michezo ya knock out na hata, yes. kocha wao yule, yes. Simone Inzaghi anajua, then ni timu ambayo <coughs> inatia hasira kucheza nayo. wakiamua kuzuia na ile bakteria yao mm. wanazuia kweli, alafu wakiamua kufunguka nao wana wana tofauti, wanaweza kufunga kwenye mm. set play mm. yule Dimarco anavyopiga mm. friki mm. uh, Chalnohlu anavyozipiga ah, zile then yes. kwenye kaunta kasi ya mtu kama Dumfries yeah, yeah. Uh, yule kama Thuram yule Mfaransa, jinsi ambavyo anakimbia kwenye chanel yeah. mm. kwao mm. wale mm. kabiliana nao pia ni hatari sana. mi hapa mm. mm. ningeunga mkono mm. katika timu ambayo nadhani ni kama aa kama timu iko solid sana ni PSM. yeah. alafu yeah. Next out of one. Every season yani, yani PSG sasa hivi wanaonekana team team team as as a team, they yes. as yeah. a they function proper yeah. yeah. kuanzia defense mm. midfield mpaka wanashambulia asai mm. ingawa mm. team... hawajamaliza kazi yao PSG bado, yeah. wana kazi ngumu vile, wana goli moja kule Uwesijua. ah uh, De, I say ba. But... Ukiangalia weekend hii alichofanya Unai amepumzisha kila kitu. Unai amepumzisha <laughs> kila kitu kwa nini? Lakini, na, na unajua mimi naweza nikampa credit moja Unai. Unai ni very good coach wa yaani, yeah. Unai amefika finals nyingi sana za Ulaya. Kachukua ma, mara ngapi pia? yeah. yes, yes. yes. yes. mm. mm. yani, mm. nadhani hakuna kocha kachukua Europa mara Ulaya mtu wangu na hapo very good. Ndo umuhimu wa mm. bodi ile ya michezo mm. kwa mkurugenzi wa michezo kwa kuweza kuchagua mm. makocha. Mnakumbuka kwamba kocha wa PSG ambaye alikuwa ni mchezaji wa zamani wa Barcelona, ashaikuwa ashaikuwa mchezaji ashaikuwa kocha wa Barcelona ila hakufanya vizuri, wakamtimua mm. kuna baadhi ya makocha ambao wanaweza wakafanya. hata Unai mwenyewe hata Unai mwenyewe alishafika karibu karibu na finali, karibu na nusu finali. Akiwa na finali finali nusu akiwa PSG wanawea yes. wakamtoa sasa. Kuna baadhi ya makocha wanafanya vizuri wakiwa hawako under spotlight. Uh, nani amefanya vizuri? no one was paying attention to PSG kwa hiyo amepata fursa taratibu ya kuijenga PSG mpaka imefikia pale lakini ukiwa chini ya timu kubwa kama Manchester kama Liverpool, City. kama City mm -hmm. kama Madrid au Barcelona yani wewe unatakiwa uje ulete matokeo ukishindwa unapigwa chini imagine Ancelotti na yote aliyesababisha Alileta mafanikio. Yani inasemekana ndo, ndo msimu wake wa mwisho. Ila sasa nataka niwape credit, walipofika tayari ni mafanikio makubwa. Arsenal walipofika ni mafanikio na nadhani hata Arsenal akifanikiwa kumtoa Madrid ndo anaenda kukutana na ndoto yake ya mwisho. Nevertheless, tufunge na Europa. Europa bae kuna bwana Postecoglou na Tottenham, okay. Kuna Ruben Amorim bado yuko na Manchester, um, tumeona first leg kule imekuwa ngumu dakika za mwisho kabisa or, or, nani, wale Lyon wame wame equalize What are the chances? This is the only thing ambao Manchester nadhani wamebaki nacho, kama mashindano ya kushindania kupata medali yoyote. Timu ina struggle na, na, na, na nafasi ya kuingia Champions League na nafasi ya kuingia Champions League automatically, maybe kwa sababu nafasi ya kuingia, ya kuingia kwa pointi hatuna tena, eh sasa, kwa dynamic ya msimu huu haipo tena kwa sababu <coughs> mm, wataingiza wa, wa timu tano kutoka Uingereza sasa hivi kwa mm. sababu ya performance mm. wa Uingereza itapewa timu tano, kwa hiyo wataingia watano kama, yeah. kama watamaliza kama kama, watamaliza, kama watavuka tamu, yani timu mbili za Uingereza zivuke kwenda mbali. Tunaionaje second leg Old Trafford? A, tutegemee nini pale? <coughs> Lyon walitakiwa kupoteza ile mechi kule kule kwa Ufaransa ni makosa ya mchezaji mmoja mmoja wa Manchester hususan golkipa wao. Oh, waowonana goli zote mbili zake, kwahiyo mm. ilikuwa sio kitimu, zaidi ni kosa la mchezaji mmoja mmoja. Na unaona hata, uh, huyu kocha wa United mm alichomfanya kauli zake ambazo kuzipata sasa anaonyesha hajafurahishwa na kutafuta ugomvi na na Lyon kabla hajachezana nao. kwa United akiweza tu kupunguza makosa ya mchezaji <laughs> <laughs> <laughs> mmoja mmoja. Lyon bado ni timu ambayo inafungika kabisa. na upande wa Spurs Sipazi wamesare mechi, si siwaamini licha kwamba wana nguvu, wana kule mbele mchezaji mmoja so, moja mmoja, so Madison mm. cool, Kulusevski uh, Tel yule uh, alotoka Bayern yani, kule mbele unaifeel kabisa ile power yao yeah. lakini Defensively huko nyuma wako open kabisa na sio kwamba wana mchezaji mmoja mmoja mbaya mm. Mfano Vicario ni serious mm. goalkeeper mm. uh, yule Christian Romero mm. ni center back mm. mzuri mm. Van de Ven speed yake, uh, Kulishevski ni mchezaji mzuri sana, Dejan Space yule ni yeah. fullback mzuri mm. Udogi ni mm. fullback mzuri lakini structure yao kiuzuiaji ni mbovu mbovu mm, mafulbek wote wanahama mm. wanaenda mbele, wanabaki mm. nyuma, masenta bak wawili mm. hakuna protection nzuri mm. kutoka kwenye defensive mm, midfield. Midfield, midfield, yeah. Kwao unakuta ile structure yao ya ulinzi ni ipo hovyo oh, spaces zinakuwa nyingi gaps, kwa hiyo uh, opposition teams wanakuwa na ya wanakuwa na mianya mingi ya kufikia goalkeeper wa Tottenham. Kwao mm. miongoni mwa vitu ambavyo vimewaharibia sana Spurs ni kuwa na structure mbovu ya uzuiaji na kila jinsi ambavyo wameona msimu umekuwa mbaya sasa, hata ile morali ya timu ya, ya timu imeshuka sana. Ni timu ambayo mm. kama hivi sasa imepoteza mwelekeo. mwelekeo yeah. Basi nikushukuru mwana SNS, kwa kuwa na sisi mpaka sasa hivi, msitoao kutufollow kwenye pages zetu za SNS, lakini bila kusahau Soka Central Soka Central TV kwenye YouTube na Soka Central kwenye mitandao yote ya kijamii, yani Instagram, X na TikTok. Nashukuru sana DJ Sma Nasir, Tupe maoni yako. Uh, Madridi ana uh, kazi kubwa sana ya kurudi nyumbani kwao Bernabeu, ambao tumeshamwona akifanya hilo zaidi ya mara moja. Huyu ndo amelichukua ili kombe mara kumi na ngapi? kumi na nne, kumi na tano? Eh, bwana. Alafu uh, timu za Uingereza zimesha zime, timu za Uingereza bado zipo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kinyang'anyiro. Tunamwona Arsenal, tunamwona Villa. Tupe maoni yako kwenye hii kwanza tunayoanza nayo ya Arsenal na Madrid. Je, yeah. Arsenal kwa mara ya kwanza atafanya maajabu ya kumtoa Madridi? Ah, sio mara <laughs> Madrid. Ah, ya lakini walishinda Benabeu lakini nakumbuka Henry ile mechi na ikumbuka ali perform vizuri sana, Was it 2006? Mm, kitu kama hicho na, yes. hata yes, mm, kwenye walikuwa na desire mm, kushinda ile final. Mm, ila kuna mambo yaliingiliana tu kidogo yakasababisha yakasababisha, ila so, haitakuwa mara ya kwanza. Tupe maoni yako, tupe score zako, tusahau kutufollow kwenye page zetu. Audio series za kusisimua, makala za ulimwengu.